Kila si siku taska, yani kama pale kwetu, kwa jirani yetu, kwetu ni uswahilini <laughs> yani kwanza kwanza leo, wakati na kuja huko, si ile mvua iliyokuwa inanyesha ile, umeanza kuchangamka? <laughs> Subiri sasa. Unajua bwana, kuna kitu kimoja sijajua kwa nini nyumba nyingi za uswahilini mvua kidogo maji unayokutana nayo, najiuliza, kwani mvua imenyeshaje? Mbona kama ni mvua chache afu, mingi? Afu mingi. maji ni mengi, maji yana rangi ya maji. Uh, unajua always maji ya mvua huwa ni masafi hata. <laughs> exactly. kama yani, kuna namna, hata ikiwa machafu inawezekana, labda wanazibua, sio hivyo? Wanateka advantage ya mvua ya Mungu kuongezea maji, maji kuna ya yanapita kwenye mitaa ya watu. Jamani, mvua meusi? Ah, maji mvuo mvuo, ya mvua ni masafi Interview. Ni masafi lakini, haya mm. wanaofanya kwa sababu imagine unakuta kuna watoto kuna mm -hmm. nyumba zetu za uswahilini mitaa yetu pale mama anapika maandazi mm hapo -hmm. pembeni mtaro mm, ah, unapitisha sop. maji yani o oh, ya so poa yeah, kwanza, unaruka ukiruka, huko unaweza ukashangaa ume umedondoka hadi unaruka maji unaenda unaangukia kwenye ma <laughs>